Maisha fuatilia vizuri, kila baada ya miaka kumi huwa kunakuwaga na badiliko na kimaisha, yeah. yeah. wewe fuatilia vizuri utakuja uone, ndio utagundua kwamba mtu ambaye hana Mungu hatuzidi chochote, hatuzidi chochote mtu ambaye ana Mungu, yeah. sisi watu wenye Mungu, Biblia inasema hatima zetu zimehifadhiwa, yeah. Biblia inasema uhai wetu umehifadhiwa ndani ya Kristo hizi, yeah. sadaka unazotoa kila Jumapili unakuja hapa na kaelfu mbili kaelfu tano, usidhalau kuna akiba unaiweka mbinguni. Kuna vitu vingine yeah, utaviona mwaka huu utaviona mwakani, lakini utakuja kushangaa baada ya miaka kumi ndo, yeah, unaanza kuona baraka zako zinafunguka. Yeah. wakati huo wale watu ulikuwa unaona kama wamekuacha mbali, unashangaa wale kina Ahabu, unaanza kuwapita tu, unamwambia Ahabu bai, kwa sababu mkono wa Bwana umeshuka juu yako. Mtu mmoja aseme amen. Yeah. Haleluya. Hacha yeah, kujilinganisha na watu ambao hawana Mungu. Biblia anasema sisi ni chumvi, sisi ni nuru. Wao ndio wanatakiwa tuonee wivu sisi.